Na tume ya maadili, mbele ya jaji hmm, inaongozwa na jaji, jaji maana yake naye anatengeneza baraza lake ambalo linaitwa baraza la maadili ambalo itakuwa ni mahakama ya, ma ya wazi itaokuwa inaongozwa kwa. Tunatarajia mashtaka yangu niliyoyaleta leo, nimeleta jumla ya mashtaka matano. Nimeleta juu ya kugushi ya kugushi vyeti na kwa kuambatanisha ushahidi wa namna ambavyo vyeti vilivyopo vili vili vinavyotumika na vile ambavyo walipaswa kutumia lakini vile vile tumeleta ushahidi wa namna ambavyo watuhumiwa wa madawa ya kulevya wanavyotumiwa mali zake ambazo zinapatikana kwa watuhumiwa wa madawa ya kulevya, chini ya kivuli cha kwamba anapambana na madawa ya, ya kulevya. Lakini vile vile tumeleta malalamiko mengine ambayo ni ukiukwaji wa ofisi za umma, kwa kushutumu watu majina ya watu wazalani na kuwatukana na kuwazalilisha watu halikadhalika, lakini si hilo tu hata kupata zawadi kwa kiongozi wa umma na usiitangaze, nalo ni kosa kwa mujibu wa fomu ambazo tume ya maadili wanatujazisha kama viongozi kwa ujumla. Mashtaka matano tumeyaleta mbele yake na leo tumeanza hapa, na katika hili tume ya maadili watatusaidia kwa sababu tunaona mtu huyu kidogo, hata nyinyi waandishi wa habari mnafahamu kidogo, umma wote unalalamika, unaona manunguniko juu yake ya uongozi ya wake, lakini hakuna mwenye uthubutu wa kumkemea waziri mkuu. Inaonekana anamwogopa waziri, waziri wa TAMISEMI anamwogopa waziri wa elimu anamwogopa, waziri wa mambo ya ndani anamwogopa, kila waziri ambaye amba, anaweza akamuuliza kwa nini kwenye mamlaka yangu umefanya hili. Kugushi vyeti ni waziri wa elimu, kuvamia klausi ni waziri wa mambo ya ndani na na waziri wa habari halikadhalika, vile vile yule ni mtumishi wa kawaida, tutaniseme kama wakurugenzi wengine anamuogopa, hana nguvu kama mkuu wa mkoa e, waziri waziri, jaji anayeongoza tume ya maadili naye atakuwa anamuogopa au mamlaka zingine zinamuogopa. Na niseme tu nilijiandaa, ingekuwa mahakamani. Tanzania hatujawahi kuendesha mashtaka binafsi kwa shtaka hili, tulikuwa tunafanya la kwanza, na tuliandaa mashtaka mazuri na wanasheria wangu walikuwa wamejiandaa kumwandikia DPP go ahead ya kuomba kupeleka mashtaka binafsi, kwa sababu kwenye mashtaka yale ambayo ya kugushi vyeti, huku tumeleta kama kiongozi tu wa utumishi wa umma, lakini kule mahakamani ndipo bunge pia limeongea, limemshindwa, tutarudisha pale pale mashtaka yake ambayo kuna forgery kuna kugushi hiyo vyeti, kuna flaudi, namna ya kutengeneza dokumenti, lakini la tatu kuna namna ya kujiita mtu fulani wakati sio. Hilo ni kosa kisheria, inaitwa impersonification ambalo nalo ni kosa. Kama tungepewa fursa hiyo, kama waendesha mashtaka binafsi ya jinai, tulikuwa tumejiandaa vilevile, na safari yangu haijaishia hapa. Tumeii, nimeiachia mashtaka yake, na nikitoka hapa vile vile tumeona isiwe leo baada ya siku mbili tatu tutaenda vile vile Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, nao wana majukumu ya kusimamia kwa viongozi wa wa umma, wa kuchaguliwa na wale wa kuteuliwa. Yote haya tumeyafanya kwa nia njema, na uenda nimefanya mimi nimefikiri nje ya box, na naamini mheshimiwa Rais ataniunga mkono Nategemea basi ndo mheshimiwa rais alichokuwa anamaanisha, kama mimi nimemwelewa vizuri, kwambaye ambaye asikilizi udaku mtaani. Kwa sababu ilikuwa tunalalamika mawaziri wanaongea mtaani eh, wananchi wanaongea mtaani, hakuna mtu ambaye kwenye ofisi yoyote ya umma ameonekana amepeleka malalamiko rasmi sehemu. Sasa hii tume iko chini ya ofisi ya rais kwao, naamini inafanya kazi chini ya ofisi ya rais. Kwa maana yake leo kuleta kwenye ofisi ya umma kiasi hiki, maana yake nimefanya kama vile mheshimiwa rais alivyonielekeza siku ile, siku ya Ubungo, kwamba tusitegemee mambo ya ubuyu au udaku au mambo ya umbea umbea, au mambo ya mtandao mtaani. Badala yake rais ameona leo kama mmoja ya mwananchi kabisa wa Dar es Salaam ambaye tuna kadhia ya kupata mkuu wa mkoa wa namna hii, basi tumefanya hivyo. Na ule mwamvuli wa kusema anapambana tu kila kitu ni kwa sababu ya madawa ya kulevya huo mwamvuli mimi nataka nionyeshe ni sio kweli, kwa sababu hata vituo vya madawa ya kulevya Mwananyamala vilianza 2011 mimi nikiwa diwani wa Ubungo e, mheshimiwa mkuu wa mkoa Makonda hakuwa kiongozi yote, hakuwa mkuu wa wilaya, hakuwa mkuu wa mkoa. Tayari kama viongozi wengine tu, kwa tumeshaonyesha nia ya kushughulikia madawa ya kulevya. Kwa kila kitu madawa ya kulevya, kila kitu madawa ya iko, ni kivuli tu ambacho anategemea kujificha maovu yake. Kwa hiyo kwa hili ambao tumelifanya hivi, naamini mheshimiwa rais ataniunga mkono kawaida. Kama nilivyosema leo, tumemwandikia kamishna wa tume ya maadili atanijibu kwa barua mle. Leo nimeleta vielelezo vichache, ila nimejikomiti kwenye kila kielelezo nimeongea kwamba nina ushahidi na nina mashahidi wa kuwaleta. Kwa mfano, badala ya kuleta tu leo vieti ambavyo vinaonekana vya, vya bwana Bashite kwenye ushahidi, kwenye ushahidi ambao nitatakiwa nilete, nitaleta mtu ambaye anaweza akadhibitisha kwamba sio huyu jina anaotumia jina lake ni hili ambalo ni wanafunzi na walimu ambao tunao ambao watatajika kuletwa kwa, nitawaleta mimi kama mlalamikaji lakini vilevile, juu ya magari, vile vile tutaleta mashahidi ambao wanajua kabisa kwamba hiki kitu kimepatikana katika njia ambayo sio tofauti, na mamlaka zingine nazo zitachukua hatua zao. Kwa hiyo niseme tu sisi tukishajibiwa barua, lile baraza halitoitwa kwa sababu tu ya Makonda, huwa lina, lina, lina msimu wake wa kuita makosa mbalimbali ya viongozi wa umma. Mlimuona Chenge, mlimuona Mama Tibaijuka, mliona wakina Mlisho Gambo kipindi kile wameitwa. Kwa hiyo utakapofika kwenye msimu nitategemea kumuona Makonda naye kama mtuhumiwa, na mimi nitakuwa kama mlalamikaji, nitakuwa natakiwa nitoe uthibitisho wangu na ushahidi dhidi ya malalamiko yake. Kwaweza ni baada ya wiki moja au baada ya wiki mbili, niwaache tu nisiwaingilie tume, kimsingi wao wana ratiba zao za kufanya kazi vizuri tu. Kwa baada ya kupewa go ahead ya kwamba tumekupokea malalamiko yako, wataniambia nitegemea lini sasa nianze kuwasilisha kitu ambacho wanaona mimi natakiwa nikipeleke. Nimejibu vizuri tu. Mimi hapa nimekuja kama mwananchi wa Dar es Salaam naye guswa na, e, na kadhia ya kuwa na mkuu wa mkoa namna hii. Sijaja hapa kama meya, na barua yangu huko juu nimekwepa huo mtego, sijatumia letterhead ya meya, sijatumia barua ya kutoka ofisi ya meya, nimechapa stationery ya kawaida, nimeandika Boniface Jacob, nimeandika tu cheo changu, lakini mwisho nimemaliza kama mwananchi wa Dar es Salaam. Kwa maana yake, nategemea kwenye jambo hili, sio la Chadema. Sisi mkuu wa mkoa hapingwi na Chadema, mkuu wa mkoa anapingwa kila mwananchi ambaye anajua kwamba haki zake na kwamba jambo hili linafanywa sio sahihi mkuu wa mkoa anapingwa na wadau wote wa habari ambao wanajua kabisa kuvamia na mitutu ya bunduki kwenye vyombo vya habari sio sahihi. Mkuu wa mkoa anapingwa na watu wote wanaochukia rushwa, kwamba unanitaja kwenye madawa kulevya ili nikupe gari langu Mtu yoyote anampinga mkuu wa mkoa anapingwa na watu wote ambao wanachukia namna na anavyozalilisha viongozi kwa kuwataja majina bila ushahidi wa kwamba ni watumiaji wa madawa kulevya. Wa kulevya wanakosa madawa kulevya, wanakuambia wewe, sio ni mhamiaji haramu Tanzania. Wanakosa uhamiaji wa haramu, wanakwambia wewe umeleta wafanyakazi ambao hawana vibali vya kufanya kazi kwao. Huo ni ubabaishaji kwenye uongozi ambao kimsingi kiongozi yote atakiwa kufuata hivyo.